Mtazamaji, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imechukua hatua mbalimbali katika kuzuia na kupambana na rushwa. Utashi huu wa kisiasa wa Rais Samia umeiwezesha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika vitendea kazi mbalimbali mbali kama vile rasilimali watu magari pamoja na ujenzi wa majengo ya ofisi. Moja kati ya majengo ya ofisi za Takukuru yaliyojengwa chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia ni la Takukuru Wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro. Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ikiongozwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Dr. Joseph Mhagama imetembelea na kukagua ujenzi wa jengo hili na kueleza kuridhishwa na maendeleo ya mradi huu. Akiongea wakati wa ukaguzi huo, Mheshimiwa Dkt. Mhagama alisema, muhimu wa TAKUKURU. Taasisi hii ya TAKUKURU ni taasisi muhimu sana kwa maendeleo na ustawi wa taifa letu la Tanzania, kama ambavyo uh, mkurugenzi mkuu umesema na kama ambavyo uh, Mheshimiwa Naibu Waziri umerejea. Kwa, naf, kwa namna ambavyo TAKUKURU inapaswa kutekeleza majukumu yake kwa uzito wa majukumu ambayo taifa imekabidhi kwa TAKUKURU, haiwezi kufanya kazi katika mazingira ambayo hayana faragha. Haiwezi kutekeleza wajibu wake katika mazingira ya nyumba za kupanga. Ni lazima na sisi tuliona umuhimu kuhakikisha kwamba TAKUKURU wanakuwa na ofisi zenye hadhi lakini zenye vitendea kazi na mazingira ambayo yatamwezesha kila afisa kutekeleza wajibu wake kwa weledi mkubwa. Na kwa sababu hiyo ninapenda sisi kama kamati yetu ya kudumu ya Bunge kwanza tutoe kauli ya pamoja kama kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ya kumpongeza sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uzalendo wake, kwa ujasiri wake, kwa upendo wake kwa taifa hili. Ameona umuhimu wa kulinda rasilimali za Watanzania, ameona umuhimu wa kusimamia mali za Watanzania, ameona umuhimu wa kuwatendea haki wa Tanzania. Kwa hiyo ametoa fedha zote hizi kujenga mazingira ambayo kila Mtanzania atatendewa haki na mali za Watanzania zitaelekezwa kwenda kuijenga taifa. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Naye naibu waziri wa nchi ofisi ya rais menejmenti ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Deusi Sangu mbunge ambaye wizara yake ndiyo yenye dhamana ya taasisi zinazosimamia utawala bora nchini ikiwamo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Akaeleza kuhusu ujenzi wa miradi hii ya ofisi za TAKUKURU. Katika mwaka wa fedha 2023/24 TAKUKURU iliidhinishiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiasi cha shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya ujenzi wa majengo mapya na ukarabati wa majengo ya zamani kama ifuatavyo: moja, ujenzi wa jengo la mkoa wa Iringa ambapo tulipata bilioni moja nukta moja ujenzi wa jengo la mkoa wa Shinyanga bilioni moja nukta tano ujenzi wa jengo la wilaya ya Nkasi milioni mia tatu hamsini na tisa nukta nane ujenzi wa jengo la wilaya ya Nzega milioni 314.2, ujenzi wa jengo la wilaya ya Monduli milioni 344.3, ujenzi wa jengo la wilaya ya Kishapu milioni 421.1 ujenzi wa jengo la wilaya ya Rombo ambao tuko hapa milioni 299.9, lakini ukarabati mkubwa wa majengo ya Upanga pale Dar es Salaam milioni 96.8. Hadi kufikia mwezi Machi 2024, TAKUKURU ilikuwa imepokea kutoka Hazina kiasi cha bilioni 4.5 ambayo ni asilimia mia moja. Kwa kweli tunashukuru kwa namna ambapo Wizara ya Fedha imekamilisha jambo hili na kutuwezesha kufanya miradi yetu. Naye mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila akaeleza kuhusu manufaa ya taasisi hii kumiliki majengo ya ofisi. Vita dhidi ya rushwa na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Sheria ya kupambana na rushwa namba kumi na moja ya mwaka elfu mbili na saba inatambua kuwa rushwa ni kikwazo cha kusimamia misingi ya demokrasia utawala bora pamoja na haki za binadamu. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanayosukumwa mbele na utandawazi yanaifanya vita ya rushwa kuhitaji mbinu za kisasa ili kuweza kukabiliana nayo. Ili TAKUKURU iweze kukabiliana ipasavyo na tatizo la rushwa, pamoja na mambo mengine, inahitaji kuwa na miundombinu ya kisasa yakiwemo majengo bora yenye huduma ya teknolojia ya habari na mawasiliano ya mtehama. Je, yeah wadau wengine wanasemaje kuhusu manufaa ya kuwa na jengo la ofisi ya TAKUKURU wilayani Rombo? TAKUKURU TV inapata fursa ya kuongea na mkuu wa wilaya ya Rombo na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya kuhusu hili. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupitia PCCB kuweza kutujengea jengo zuri sana katika wilaya ya Rombo. Umuhimu wa jengo hili umegawanyika katika sekta kadhaa. La kwanza ni jengo ambalo kwanza limeleta mvuto katika makao makuu ya wilaya. Lakini la pili, mtu yeyote ambaye anaweza akapata hata na changamoto yoyote, au analeta taarifa, ni eneo ambalo ni salama, ni tulivu, limejengeka kiasi kwamba mtu yeyote anakuwa na uhuru wa kuweza kufika eneo hilo. Akawa na amani akawa na utulivu, akiamini yuko eneo ambalo ni salama na tulivu, na yuko tayari kwa ajili ya kutoa information zake. Lakini la tatu, la tatu linaonyesha sura sasa inavyoendelea kukuza wilaya yetu, yaani ni jengo ambalo lime, limeibuka kwa uharaka, limejengwa kwa madhubuti, lakini vilevile limejengwa kwa ubora ambao unapendezesha. Kwa hiyo umuhimu wa jengo hili katika wilaya yetu ya Rombo ni mkubwa sana kwa maana ya hata ya, ya, ya, ya watu kuweza kuleta information zao. Limekaa katika mazingira mazuri sana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mradi huu kwa ajili ya jengo hili zuri kabisa. Natambua kwamba kabla ya hapa walikuwa kwenye eneo ambalo lilikuwa ni dogo na alikuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi, lakini kwa sasa jengo lipo ni kubwa zuri kabisa, ambalo linaweza likahudumia wananchi wa Rombo, na sisi kama halmashauri tumetoa eneo hili bure kabisa, kwa sababu tunatambua umuhimu wa taasisi ya Takukuru kwa ajili ya kuchunguza na kupambana na swala zima la rushwa kwenye wilaya hii yetu ya Rombo. Niombe tu wananchi wa wilaya yetu ya Rombo eh, ofisi iko wazi mda wote kwa ajili ya kupokea changamoto za rushwa kwenye maeneo yetu. Pindi ambapo mwananchi unahisi kwamba kuna jambo limefanyika na haliko sawa, mwananchi uwe huru kabisa kuja eneo hili. Ni eneo salama, ni eneo ambalo tutakutunzia siri zako. Kwa hiyo ufike e, utoe changamoto ambayo unaiona kwenye eneo lako la kazi au eneo e, unapoishi. Takukuru TV pia ilipata wasawa kuongea na baadhi ya wananchi na hapa wanaeleza manufaa watakayoyapata kwa uwapo wa jengo la ofisi za TAKUKURU wilayani Rombo. Wananchi wamefurahia wame sana kupata hili jengo, na huduma imeboreka imekuwa nzuri sana. Na sasa mimi nitoe ni, ni, ni, ni wito kwa wananchi kwamba waone hili jengo si jengo tu, waone huduma ni nzuri watoe ushirikiano kwa ofisi ili kuweza ku, ku, ku, ku, kupata taarifa za rushwa. Tunashukuru kwa mheshimiwa mheshimiwa Rais kwa kutupa jengo la TAKUKURU wilaya ya Rombo. Tunapongeza zati zaidi na zaidi kwa kutupa jengo hili wilaya ya Rombo kwa sababu tunajua kwa namna moja ama nyingine litatufanikishia kwa vitendo vya rushwa kwa wilaya ya Rombo. Tunashukuru kupata hili jengo kwa zaidi na zaidi tutapata kwa sababu kwa kwa weledi zaidi tutaweza kutoa ushirikiano zaidi katika kutokomeza vitendo vya rushwa. Mtazamaji wa Takukuru TV. Rushwa inazorotesha maendeleo ikiwamo ukuaji wa uchumi wa taifa na ule wa mtu mmoja mmoja. Tunakusihi, endelea kushirikiana na serikali kuzuia na kupambana na rushwa ili jitihada zinazofanywa na serikali kuleta maendeleo